Naam, bwana, hii imekuwa ni kama vile ngekewa eh, watoto wa um, mtaani wanasimaga hivyo, lakini kwa kifupi tunaweza kusema kwamba inaweza ikawa ngekewa bahati nyota au ni calculated move, yani ni kitu ambacho kilipangwa eh, taratibu kabisa na kimekuwa executed eh, on point kiasi kwamba. Jambo kama hili limetokea bwana. Hapa tunazungumzia karia ya Mbosso Khan Mshedede, moja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi, na hii imekuja kama surprise kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba wasanii wengi sana uwaga wakitoka katika record label kubwa kama vile WCB especially, eh, wasanii wakitokaga katika record label kama WCB uwaga wanapotea Uh, yani hicho ni kitu ambacho kila mtu nadhani atakuwa anafahamu kwamba kuna wasanii wengi sana wametoka katika record label hiyo, and then wakapotea. Sasa hivi hatuko nao tena katika industry, hatujui wanachofanya, hatujali pia hata wanachofanya, tunaendelea na mambo mengine tumeona, na sio tu kwa WCB, hii ni katika record label nyingi umeona. Kwa mfano, nitatolea mfano labda record label kama Konde Gang umeona eh ambapo tunafahamu kabisa kwamba kule Konde Gang bwana, kulikuwa kuna wasanii wengi sana wengi mno, umeona eh. Kwa mfano kulikuwa kuna Angela ambaye amejitoa katika record label hiyo na sasa hivi amepotea kwa sababu hakuna projekti mpya, hatujui nini anachofanya sasa hivi. Hata watu ambao wanaenda ku katika page yake sasa hivi wamepungua kwa kiasi kikubwa. Na kwa mfano, kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya Angela anazungumziwa, ia akimsema vibaya Harmonize akitoa kazi mpya au akipewa support na wasanii mbalimbali, lakini sasa hivi tumeona hakuna jambo lingine jipya amepotea. Ukija ukimzungumzia Chidi na Kili, hawa ni wasanii pia ambao wamejump kutoka katika record label moja kubwa kwenda nyingine. Walikuwepo King's Music and then wakahama wakaenda Konde Gang, alafu pia wakajitoa huko pia. Sasa hivi wako independent na wenye nao pia wako kimya, tunaweza kusema kwamba wamepotea. Lakini ukiachana na Kili na Chidi pamoja na Angela tumeona the same thing applies. Tunaweza kusema kwamba hata Ibra naye pia alivyotokea, alivyotoka ameachia kazi mpya ambayo haijaenda kokote. Turudi upande wa WCB Wasafi, ambapo huko napo kuna wasanii wengi, wakina Rich Mavoko wametoka, tumeona kimya. Lava Lava tokea atoke, naye pia hivi karibuni hakuna projecti nyingine yoyote ambayo ameitoa. Tunampa muda, tuone, je, atapotea au yupo? Lakini hopefully awepo au bwana kila laheri kwake, lakini ukachana na Lava Lava, kuna wasanii wengine ambao wametoka pale WCB. Kwa mfano Rayvanny alivyotoka, alivyotoka eh, tumeona potential yake. Watu wengi sana wanasema kwamba imepungua, tofauti na kipindi kile ambavyo alivyokuwa yuko bado pale WCB. Wasanii ambao wametoka katika record label na kuwa successful, hususan waliotoka pale WCB ni Harmonize na Mbosso, Kwani Mbosso hivi karibuni mwana amejitoa katika record label hiyo, lakini ame prove watu wengi sana wrong na amefanya vitu ambavyo ni wonders. Mbosso ameachia EP na ngoma nne, katika hizo ngoma ngoma hizo m, katika hizo ngoma ni kwamba ana trend sasa hivi katika almost kila platform anaongoza kwa streams, anaongoza kwa views. Mbosso amefikia hatua kwamba katika hii ngoma ambayo ameitoa hivi karibuni hajaitoa katika mazingira ambayo ni smooth, kwa sababu Ijumaa Diamond, Ijumaa iliyopita ya wiki iliyopita, kule Diamond aliachia kazi zake mbili, nadha, unakumbuka aliachia babu na katamu. Ile ngoma alivyoachia hizo ngoma Ikapita Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu Mboso alitangaza atatoa kazi zake. Watu wengi sana akasema kwamba da kwa vile Diamon ameishatoa kazi zake, Mboso anaweza astoe kupisha kwanza upepo wa Diamond. lakini no Mboso alikuwa na imani, akatoa kazi yake bwana Ipii hapo inakwenda kwa jina la la number 3. Ipii imepokelewa vizuri tunavyozungumza hivi, tukianzia huko YouTube tayari iko kuanzia namba moja ngoma yake ya power inakamata nafasi ya kwanza, ikiwa na views milioni nne na laki nane hiyo ni official music video. Audio ya wimbo huo wa power huko YouTube inakamata namba mbili, imefuatana ikiwa na views milioni tatu na laki saba alafu nyimbo ya viola Eh, lyrics video inakamata namba tatu kwa hiyo namba moja mbili tatu, Mbosso anakimbiza. Viola, audio yake ina views milioni moja na laki nane. Kwa hiyo kuanzia namba moja mpaka namba tatu ni Mbosso ndo anakimbiza. Lakini sio tu hivyo, changamoto ikaongezeka ni kwamba Diamond na Harmonize wametoa tena ngoma. Wote wametoa siku moja. Unaona eh? Harmonize ametoa best couple ambao amefanya na msanii wa kimataifa Rude Boy kutoka P Square huko Nigeria. Lakini upande wa pili huku Diamond ametoa ngoma inaitwa Down ambayo ameshirikiana na wasanii kutoka South Africa. Umeona eh? Ngoma imetoka siku hiyo hiyo lakini still bado hizo ngoma pamoja na kwamba zimetoka mfululizo lakini bado mboso hawajamtoa yuko pale pale namba moja mbili tatu ni yeye ndo anaongoza kwa hiyo ni kwa upande wa YouTube kwa hiyo mboso hatuwezi kusema kwamba amepotea kwa sababu facts zinaonekana namba hazidanganyi sasa turudi kwenye upande wa platform nyingine tofauti tofauti ambazo mboso anakimbiza kwanza kabisa kuna wadau hapa wamekuja mpaka kuposti wanasema kwamba ukienda TikTok ukiscroll video tatu bila kusikia nyimbo ya bonge la dada, e bwana, labda network imekata kwenye mtandao wako, unga bando tena, maona eh, watu wanakuambia hivyo. E yani, huwezi kuscroll video tano uko TikTok alafu usikutane na challenge ya power au bonge la dada. Kiukweli Mbosso amewakamata. haya Ukija, okay, kwa mujibu wa chati ambazo tuko nazo hapa, nyimbo ambazo zilizotoka hivi karibuni, kuna nyimbo ya Mjomba Zuberi, kuna nyimbo ya Mabantu inaitwa Vichenji, hiyo Down ni ya Diamond, kuna nyimbo ya Harmonize inaitwa Best Couple. Kuna nyimbo ya ina dhani, ya inaitwa, kuna nyimbo ya Bana na Zolo inaitwa Life. Kuna nyimbo nyimbo yabyo yyo trending songs huko Boomplay. Tukianza na namba kumi, kuna nyimbo inaitwa Bro to Bro ya T Pela. kuna nyimbo inaitwa Alone ya Sabrina iko namba tisa. Kuna nyimbo inaitwa Nusu Saa ya Mboso iko namba nane. Kuna nyimbo inaitwa Gimme That ya Tyler Vibe iko namba saba. Kuna nyimbo inaitwa Duro ya T Pela iko namba sita. Kuna nyimbo inaitwa Far Away ya Black TAG iko ya namba tano. Kuna nyimbo inaitwa Loco ya Tyler Vibe iko namba nne. Kuna nyimbo inaitwa Aviola ya Mboso iko namba tatu. Kuna nyimbo inaitwa Far Away ya Sabrina iko namba mbili. Alafu kuna nyimbo inaitwa Power ya Mbosso iko namba moja. Kwa hiyo Power ya Mbosso iko namba moja ni Mbosso. Ushaelewa eh? Haya, top album ambazo zina trend sasa hivi huko Boomplay nakutajia kutajia album tatu tu. Addiction ya J Melody iko namba tatu, Only ya TP la iko namba mbili na namba moja ni Room namba three ya Mbosso. Ushaelewa eh? Haya. Tukija kwenye upande wa trending songs huko Audiomack ziko kumi lakini nakutajia tatu tu. Eh, bwana, namba tatu ni nusu saa ya Mbosso. <laughs> au ngoja nikutajie tano. Namba tano ni ha ha ya Mario. Namba nne ni katamu ya Diamond Platinumz, namba tatu ni nusu saa ya Mbosso, namba mbili ni Aviola ya Mbosso na namba moja ni power ya Mbosso. Kwa hapo top 3 yote hiyo ni Mbosso. Audio Mark huko. Haya, top artist ambao wana... top artist huko boom... huko Audio Mark. Tumetoka Boomplay tunakuja Audio Mark nakutajia hapa watano. Jux yuko namba tano. Jemelo jina, jemelo namba nne, Mario namba 3, namba 2 ni Diamond Platnumz, namba moja ni Mbosso. Umeona? Balaa hilo. Lakini pia huko kwa Audiomack, kwenye upande wa album ambazo zinafanya vizuri zaidi, room namba 3 ya Mbosso iko namba moja. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani utakuwa umesha elewa. Lakini ukija kwenye upande wa YouTube nimeshakuelezea. So, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.